Waandishi wagumu kujibu, lakini leo mjibu, si mmekuja kwa Simba bwana. Simba oye! Simba oye, oye. Ah, mtaki <laughs> ah, basi, nimekuja katika mwendelezo wa maelekezo ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan ah, wa kuwaunga mkono na kuwapongeza wachezaji wetu na timu zetu ambazo zinaiwakilisha Tanzania kimataifa ah, leo tumekuja hapa Bunju E, kwenye viwanja vya mazoezi vya Simba na ambako nilisikia kwamba panajengwa Simba Arena. Nami wat, nawatakia kila laheri siku moja tuwe na uwanja mkubwa hapa wa Simba e, nimekuja kwa ajili ya kukabidhi fedha za Goli la Mama. E, Simba walikuwa Eswatini na wakashinda mabao matatu dhidi e, ya timu ya Nsingizini. Sasa mabao matatu kwenye hatua hii ni sawa na shilingi milioni kumi na tano kwa sababu bao moja ni shilingi milioni tano za Mheshimiwa Dkt Samia Sulu Hasan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa fedha ni kitu kimoja, lakini muhimu zaidi ni kwamba Mheshimiwa Rais anawapongeza sana Simba, anawatakia kila la heri katika mashindano haya ya klabu bingwa barani Afrika. Ana imani kubwa sana na Simba katika mashindano ya mwaka huu. Mheshimiwa Rais amenituma niseme hivi, yeye yuko kwenye kampeni anakamilisha mchakato kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi Oktoba wa Tanzania watakapopiga kura, lakini haachi kuzifikiria timu zake zinazoiwakilisha Tanzania kimataifa na muda wote anahakikisha kwamba e, wakati timu zinacheza yeye lazima atazame michezo. Sasa akasema hili, nimesema mara nyingi, lakini Mheshimiwa Rais safari hii anawapongeza sana Simba kwa kuwa na kikosi bora cha mashindano kwa ajili ya mechi za kimataifa. Hazungumzii ligi ya ndani, mechi za kimataifa. Mheshimiwa Rais ana imani kwamba kwa Simba hii, safari hii, klabu bingwa kucheza fainali inawezekana. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais amenituma nilete shilingi milioni 15, lakini anasema yeye alivyoiona Simba anaamini itashinda mechi zake zote hadi